Rais William Ruto ametoa zawadi ya shilingi milioni 27 kwa wanariadha wa Kenya walioshinda nishani 11 katika mashindano ya dunia ya Tokyo huko Japan majuma mawili yaliyopita. Rais Ruto pia aliahidi kuwa wanariadha mia tano watajumuishwa katika vikosi tofauti vya usalama hapa nchini, kama anavyoarifu sasa Emmanuel to Kip Korir, bronze medal in the 1500. Walipanda jukwani mmoja baada ya mwingine wakikaribishwa kwa wimbo wa taifa uliotanda hewani jijini Tokyo, Japan, majuma mawili yaliyopita wakati wa mashindano ya dunia ya riadha. It's a whopping nahodha wao Faith Kipiegon akiwa wa kwanza kukabidhiwa kitita chake cha shilingi milioni tano baada ya kunyakua nishani ya dhahabu katika mbio za mita 1500 na fedha katika mbio za mita 5000. Wengine waliovuna ikuluni ni Beatrice Chebet aliyetia kibindoni shilingi milioni 6 kwa kushinda mbio za mita 10000 na 5000 Peres Jepchirchir aliibuka kidedea katika mbio za marathon, Faith Cherotich ambaye ni bingwa wa dunia wa mbio za mita elfu tatu kuruka viunzi na maji, Lilian Odira wa mita mia nane na Emmanuel Wanyonyi aliyetimka na kubeba medali ya dhahabu ya mita mia nane wanaume. Kila mshindi wa dhahabu akikabidhiwa shilingi milioni tatu, nishani ya fedha shilingi milioni mbili na shaba milioni moja. In Tokyo, Japan Rais Ruto akilemewa na hisia akifurahishwa na ushindi mkubwa wa wanariadha hao, Kenya ikimaliza ya pili nyuma ya Marekani na medali 11 kwenye mashindano hayo. Rais pia akiwaahidi kuwa wanariadha watajumuishwa kwenye vikosi vya jeshi, polisi na asasi zingine za usalama.

Rais Ruto aidha akitetea mradi wake wa nyumba za serikali ambazo pia ziliahidiwa wanariadha hao. When we say that we are going to make affordable house available to anybody, including our athletes here, it means the government of Kenya is going to pay. Emmanuel Toruninga, Citizen, Nairobi.